Angu ni Profesa William Mwegoha ni makamu mkuu wa Chuo Kikuu Mzumbe. Eh, leo hii hapa kwenye kampasi yetu ya Dar es Salaam tumekuwa na tukio sisi kama wenyeji, ambapo tunaanza mafunzo rasmi eh, ya kujenga uwezo kwa taasisi mbalimbali mbali ambazo zinatekeleza miradi ya Benki ya Dunia. Labda niseme tu, hapo awali tumesaini hati ya makubaliano ya kushirikiana. Eh, sisi sio chuo kikuu Mzumbe lakini pia na serikali kupitia wizara ya fedha, lakini pia na wenzetu wa Benki ya Dunia kushirikiana kwa ajili ya kujenga uwezo wa watu wetu au taasisi zetu ambazo zinatekeleza miradi ya Benki ya Dunia kwenye eneo la ununuzi. Kwa hiyo, kupitia makubaliano yale ambayo tumesign hapo awali na ambapo leo pia tumebadilishana hati eh, kama sehemu au kama alama ya kuonyesha ushirikiano wetu kati ya sisi chuo kikuu Mzumbe, lakini pia na Benki ya Dunia katika uwepo wa serikali pia ambao ni Wizara ya Fedha, lakini leo kupitia makubaliano yale tumeanza sasa mafunzo rasmi, ambapo tutakuwa na wiki mbili hapa kampasi yetu ya Dar es Salaam, ambapo taasisi mbalimbali za serikali na za umma ambazo zinatekeleza miradi ya World Bank au Benki ya Dunia, tunaanza mafunzo rasmi kwa ajili ya kujenga uwezo wa watu wetu ambao wanashiriki kwenye eneo la ununuzi. Kwa hiyo, tunashukuru kwamba tunaanza mafunzo leo, yatakuwa kwa wiki mbili na wadau mbalimbali watashiriki na ni mwanzo tu wa mafunzo ambayo yatakuwa yanaendelea, kwa sababu kama mnavyofahamu Benki ya Dunia ni, ni mdau wetu wa maendeleo wa muda mrefu na miradi ya, ya Benki ya Dunia hapa Tanzania ni mingi. Kwa hiyo, swala la kujenga uwezo kwa watu wetu katika kutekeleza miradi hiyo ni muhimu sana. Mimi naitwa Dkt. Maigi Mwakasejo Msimba. Mimi ni mratibu wa mradi huu hapa Chuo Kikuu cha Mzumbe. Katika mafunzo haya ambayo yanaanza leo tutakuwepo walimu ambao pia tutafundishwa ili kuja kufundisha watekeleza miradi, lakini pia tuna watekeleza miradi watakuwa. Kwa hiyo kozi hii itakuwa na makundi mawili makundi ya walimu. Kundi moja ni la walimu ambao watakaofundisha wataka watekeleza miradi, lakini tunao watekeleza miradi pia ambao watafundishwa jinsi ya kutekeleza miradi yao. anaitwa Makomba, ni kamishna msaidizi wa sera za ununuzi wa umma kutoka Wizara ya Fedha. faida ambayo itapatikana baada ya mafunzo haya ni ufanisi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayofadhiliwa na Benki ya Dunia, ambapo uh, serikali ilikubaliana na World Bank kupendekeza chuo ambacho ni mahiri kwa utoaji wa mafunzo yanayohusu mnyororo wa ugavi, uh, ambapo Wizara uh, ya Fedha ilipendekeza Chuo Kikuu cha Mzumbe ikifahamu uwezo wake katika utoaji wa mafunzo haya.